Sana kila buni Kahangara atakaye na aje Kahangara ni nzuri. Ndugu wananchi, tumeendelea kujipanga kwenye kushughulikia mipango yetu ya serikali ya kata ya Kahangara. Kuna changamoto mbalimbali ambazo zimeendelea kutukabili kwenye kata yetu, lakini mimi kama diwani ni wahakikishie, nimejipanga vyema kuhakikisha tunapambana. Jambo la kwanza kwenye mambo ya utawala, tutahakikisha tunapata ofisi ya mtendaji wa kata na vijiji ili kuboresha utendaji na majukumu ya kila siku. Tuna changamoto ya miundo mbinu kwenye shule zetu za msingi tutahakikisha zinaboreshwa kwa utaratibu ambao tutaona kwa kushirikiana na wadau, mbunge wetu, mkuu wa wilaya, mkurugenzi na wadau mbalimbali ambao wako tayari kutusapoti. Niwahakikishe yeah, miundo mbinu itakaa vizuri kuanzia shule za msingi hadi sekondari, lakini niwahimize vijana kuhakikisha wanajitoa kwa udi na uvumba kuhakikisha wanafanya kazi. Dunia ya sasa hivi ni ya vijana, Hivyo tuunge juhudi za mheshimiwa rais wetu kuhakikisha tunafanya kazi usiku na mchana, na mimi diwani wenu kama kijana nitaendelea kuwapa sapoti kwa kuunda vikundi mbalimbali mbali, kuwatafutia mikopo ili watu waweze kufanya kazi bila changamoto ya aina yoyote ile. Tuna changamoto kwenye maeneo yetu ya kituo cha afya na maeneo baadhi ya zahanati zetu kwenye vijiji. Ni waahidi wananchi wa Kahangara na vijiji vyote vinavyozunguka Kahangara kuwa nitaenda kupambana kuhakikisha mnapata huduma zilizo bora na nzuri. Swala la maji tayari nimeshaanza mchakato kuhakikisha kata yetu inatoka Ruwasa kurudi Mauasa ili maji yaweze kupatikana kwa wakati wote. Kwa maeneo ambayo hayahudumiwi na huu mradi, tutahakikisha tunachimba visima virefu, tukiwa tunasubiri mradi ambao uko njiani kupitia mbunge wetu na halmashauri yetu ukamilike. Kwa hiyo ni waahidi kila kitu tumejipanga kwenye kata yetu kuhakikisha mambo yanaenda vizuri. Tuna changamoto ya mifugo mi... mashambani. Niwahakikishie tutaenda kutengeneza kamati nzuri ya wafugaji na wakulima itakayoenda kusuluhisha migogoro na changamoto kwenye kata yetu kuenda kuisha kabisa. Mwisho niwapongeze wadau wote waliohudhuria mkutano wetu huu, kuanzia viongozi wa dini, kamati tendaji ya Chama cha Mapinduzi ya kata na wadau wote, wazee maarufu vyama rafiki kwa maana ya CHADEMA na CHAUMMA, wenyeviti wa vitongoji, wenyeviti wa vijiji, niwaombe sana kwa moyo mkunjufu na wazati, niwashukuru kwa sapoti yenu na niwaahidi nitawapa ushirikiano kwa majukumu yangu ya kila siku. Ndugu zangu, niwaombe na kuwasihi kwamba tunapokwenda kuanza kazi hii ya maendeleo katika kata ya Kahangara tuweze kuifanya kwa moyo mmoja, kila mmoja akubali kujitolea ili kazi ya diwani tuweze kumpa nguvu, kwa sababu tunapokwenda kutengeneza maendeleo ya Kahangara, diwani peke yake hawezi kuleta maendeleo kama sisi watu wa Kahangara tuweze kumuunga mkono. Niwaombe viongozi wote, wenye viti wa vitongoji, na wananchi wote kwa ujumla, wenye viti wa vijiji, kwa kushirikiana na watendaji wetu katika vijiji vyetu na katika kata yetu, tumuunge mkono mheshimiwa diwani wetu ili tuweze kufanya kazi nzuri na tuweze kutekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Sasa tunakwenda kutengeneza Kahangara mpya kwa ajili ya maendeleo yetu sote. Tumekuwa na kikao kizuri sana cha mwanzo wa mwaka, kikao cha WDC ambacho kwa siku ya leo tumekuwa na kikao cha ufunguzi chini ya mheshimiwa Dayoma. Kiukweli kimekuwa ni kikao kizuri sana ambacho mimi kama mimi sikukitarajia, lakini kwa mara ya kwanza nimejikuta nikiwa chini ya kiongozi bora kabisa, ambaye kiukweli mimi nimefurahia kuwa naye, kwa sababu kwanza ni kiongozi ambaye anaweza kuwasikiliza wajumbe wake, ni kiongozi ambaye anaheshimu mawazo ya wajumbe wake. Tumekuwa na kikao ambacho kila mtu amekuwa wazi kuweza kueleza ni kitu gani ambacho kimekuwa changamoto katika kata yake kumekuwa kuna matatizo gani, na pia ametupa nafasi ya kuweza kutoa mapendekezo ni namna gani tufanye, ili kuweza kutatua hizo changamoto. Na yeye pia amekuwa mstari wa mbele kuweza kutuhakikishia kwamba anaweza kuyafanyia kazi na ataweza kuyafuatilia na kuyatatua. Kiukweli ni kiongozi bora kwangu, mimi kwetu sisi tunavyomwona, ataweza kufanya mambo makubwa sana katika kata yetu ya Kahangara en. Katika kikao chetu cha leo cha Mheshimiwa diwani kwenye kamati ya maendeleo ya kata, nimehusishwa kama mjumbe mwalikwa, na vile nimeona dira ya Mheshimiwa diwani inakwenda vizuri, hasa hasa katika kuonekana kwake ameanza vizuri na ni uongozi wa kishindo. Tunavyoona kumbe miaka iliyopita tulichelewa kidogo, na kwa vile sasa tunaendelea na kiongozi huyu, tunapongeza na tunashukuru Mungu ametupa kijana ambaye anakimbiza hizi mbio kama alivyotoa na saa zake kwenye, kwenye kipindi cha kampeni, na ninashukuru kwamba tumepata nafasi ya kualikwa na nimeona ameshirikisha viongozi wa kata na wazee waalikwa pamoja na uongozi maaskofu wachungaji ambayo tumeshiriki, tulikuwa wengi. Leo hii tulikuwa na kikao cha kwanza cha WDC. Mheshimiwa diwani wetu wa kata ya Kahangara, ndugu yetu Daudi Makologoto Yohana, ameitisha kikao chake cha kwanza. Kiukweli kilikuwa ni kikao cha mfano mzuri, watu wamehudhuria amealika watu aina wa mbalimbali, wazee, watumishi, wenyeviti wa vitongoji, watumishi wa dini, tukielezea wasimamizi, maaskofu wote amewalika kwa pamoja, waganga wa kienyeji walikuwepo hapa kwa pamoja. Kiujumla Chama cha Mapinduzi kimwelekeo na kimwanga kimetoa diwani mzuri sana, mwenye mwanga na mwenye, mwenye mwelekeo wa malengo kwenye kata yetu hii anaweza akatusaidia, maana anayo maono makubwa. Kiujumla nizungumzie ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi, kwa sasa imepata watekelezaji. Maana ilani ipo, watekelezaji wameitwa WDC, leo wamehudhuria wataalamu wa serikali, watu walikuwepo wa ngazi zote kwa kata hii. Kiujumla nizungumzie ilani yetu ya Chama cha Mapinduzi ambayo imeandaliwa ya 25 hadi 30 itaenda kutekelezwa kiufasaha na makini zaidi. Tumealikwa kwenye kikao cha kamati ya maendeleo ya kata WDC na mheshimiwa diwani Daudi Makologoto kwa ajili ya kusikiliza mipango ya maendeleo ya kata. Ni kikao changu cha kwanza kualikwa na mheshimiwa diwani kuhudhuria kikao hiki muhimu cha maendeleo ya kata. Nimefarijika, nimepokea, tumepokea taarifa za kila kijiji changamoto na maendeleo yake. Tunakoelekea sasa ni kwamba kata yetu inaenda kwenye shughuli za maendeleo kwa kushirikisha wadau. Ni viongozi wachache ambao wanaamini kwamba unapomshirikisha mdau unapata maendeleo. Nimefurahi sana, kwanza nimefurahishwa mimi kwa wadhifa wangu na katika taasisi ambayo nashughulika nayo, nimefurahishwa kwanza kitendo hiki cha e, kuhusisha watu mbalimbali, viongozi wa dini, viongozi wa vyama mbalimbali mbali, vya upinzani na chama tawala, lakini pia na wa viongozi wa vijiji ka, e, vitongoji pamoja na kamati nzima <coughs> ya maendeleo ya kata <coughs> wakiwemo wataalamu. Mimi binafsi nimefurahi sana, kwa sababu mimi ni mdau wa maendeleo chama. Unapozungumza chama, maana yake kinaongoza au kinashirikiana na wananchi kuleta maendeleo, si vinginevyo. Kwa hiyo mimi imenimpress sana na nikajisikia kwamba maendeleo tunayoyahitaji na demokrasia daima iwe ina bezi katika masuala yote bila kubagua, maana tukitoka hapa wote tunaenda kuhudumia jamii. Na ninamshukuru hata kijana huyo ambaye ni katibu wa kamati hii ya maendeleo ya kata. Uh, ameonyesha mtazamo mkubwa hata katika namna ya kuendesha kikao na namna ambavyo ameweza kuzungumza namna ya kutatua kero za maendeleo kwa wananchi, ambayo wanaenda kukumbana nayo na ambayo hata wote tutaenda kuyashuhudia.